Mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu bwana Francis Kiwanga amesema kituo cha haki za binadamu, licha ya kuitaka serikali kuheshimu maamuzi ya bunge yaliyosema Richmond ni kampuni hewa, hivyo kuendelea kuilipa Dowans ni kukiuka utawala wa sheria na misingi ya demokrasia kinyume na maslahi ya taifa. Ameitaka wizara ya nishati na madini kuacha kuwabebesha Watanzania mizigo wa kuilipa gharama zinazotokana na uzembe, ubadhirifu na ufisadi wa baadhi ya watendaji wa serikali. Zinalindwa. Kwa taifa masikini kama letu lenye matatizo mengi na ukosefu wa umeme, mfumuko wa bei na mengineyo, kutumia hela hiyo kulipa kampuni hewa kwa kweli haingii akilini mwetu. Na bado tunasema kabisa hakuna haja ya kuwalipa watu hao ambao wenye nia ya kutuibia sisi wananchi. Mjumbe wa bodi wa kituo cha haki za binadamu bwana Senkondo Mvungi amedai kushangazwa na maamuzi ya serikali kupitia Wizara ya Nishati na Madini ya kukubaliana na maamuzi ya Mahakama ya Kimataifa ya Biashara ICC ya kuilipa Doans, na kuitaka mahakama kuu kutoisajili tuzo iliyotolewa na ICC kutokana na kutopatikana kihalali na haina maslahi kwa taifa. Bunge likasema hakuna mkataba hapa Uumka, hapa, hapa kuna kampuni hewa. Bunge limesema hivyo. Bunge likishasema hivyo, huwezi tena, mkataba ule ni useless. ule mkataba ni null and void, huwezi kuutumia mahali popote. Sasa unauhuisha vipi? How do you derive a right from a nullity? Tunauliza kwenye sheria, hilo ndilo tunakwenda kuuliza mahakamani. Mkurugenzi wa chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA, Bibi Ananilea Nkya, amevitaka vyombo vya habari kuchukulia swala la kulipwa kampuni ya kufua umeme wa dharura ya Doans Tanzania Limited ni wizi wa fedha za wa walipa kodi masikini wa Tanzania na halina tija katika mustakbali wa taifa, na vyombo vya habari tunapaswa kwa kina kuliweka ili swala bayana, kwamba hapa kuna wizi wawazi, wa wazi wa mali ya Watanzania. Lakini la pili, huyu anayetaka kulipwa kwa sababu mimi kuniuliza mtu anataka kulipwa, tunataka uone picha yake. Juzi nilikuwa mimi kijijini mapumziko, nikasikia wakatajwa watu. Nilitarajia serikali makini kama imesajili kampuni yoyote ni lazima kuwa na picha za watu. Ni kwa nini si tusioje? Hebu tuone picha, nani huyo anatakiwa alipwe milioni 97? Kutoka Dar es Salaam, Henry Mabumo, ITV. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wameandamana kuunga mkono maamuzi yaliyofanywa na bunge la serikali ya wanafunzi ya kumwondoa rais wa serikali ya wanafunzi Bwana Matias Simon na baraza lake la mawaziri kutokana na kukiuka makubaliano ya serikali ya wanafunzi ya kujitoa katika jumuiya ya wanafunzi wa vyuo vikuu kutokana na kushindwa kutetea haki za wanyonge. Mwanahabari wetu Henry Mabumo anayotoa taarifa zaidi akizungumza katika maandamano hayo Kiongozi wa wanaharakati wa kupigania haki za wanyonge chuoni hapo ameutaka uongozi wa chuo kutoa tamko rasmi la kuunga mkono maamuzi ya bunge hilo la wanafunzi la kuwaondoa viongozi hao haraka iwezekanavyo, ili kudumisha amani, utulivu na kuimarisha demokrasia chuoni hapo. Tumeshinikiza, bunge limekaa, limefanya maamuzi. Tunachotaka sisi kama kweli wanataka amani kama wanavyohubiri kama kweli wanataka utulivu, kama wanavyodai wanasimamia, kama kweli wanataka haki, kama wanavyodai wanaitambua, tunataka maamuzi ambayo yamefikiwa na bunge la wanafunzi wa chuo kikuu utawala uyaheshimu. Aidha, ameitaka serikali kufanya mabadiliko ya katiba kwa kuchukua maoni ya wananchi wengi badala ya mawazo ya wachache kwa kuzingatia mapungufu makubwa yaliyomo katika katiba ya sasa inayojikita katika mfumo wa chama kimoja. Ni katiba ya muda mrefu sana. Kwa hiyo nimeona ni vema tuchukue na sisi nafasi hii kama wasomi wa chuo kikuu, kusema tunaunga mkono wanaharakati na wasomi wote kwamba wakati umefika taifa hili kupata katiba mpya, katiba itakayozungumza matakwa ya wananchi wake na sio matakwa ya viongozi wanafunzi hao pia wamelaani vitendo vya mauaji ya wananchi yaliyofanywa na askari mkoani Arusha na kuitaka serikali kuwachukulia hatua watendaji wa jeshi la polisi waliohusika na vifo vya watanzania hao ili kuonyesha utawala wa sheria unaofuata misingi ya demokrasia. Siko hapa kuwataja watu kwa majina, siko hapa kuwataja watu kwa vikundi au vyama vyao, lakini nasema kama wanaharakati tunalaani mauaji yaliyotokea Arusha kutoka hapa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Henry Mabumo, ITV.